Ok, ok, ok, okay, okay, okay. Uh, tunawakaribisha tena siku ya leo uh, kuweza kujoin tena uh, chano yetu uh, ambayo inaitwa The Shadows. Siku ya leo tunaikala hapa tena na Mr. Didier the wisdom guy, pamoja na cameraman ni Mr. Nice. So Mr. Didier, karibu sana asante, naendeleaje leo, uko uh, bien? Eh, niko sawa. Uko nguvu always <laughs> yeah, najua. <laughs> ukikala hapa hivi nasikia nasikiana furahi sana <coughs> kwa sababu najua uh, naamini ya kwamba jina yako <laughs> mzee wa hekima mm -hmm. Maneno najua ambayo itakutoka ndani leo itakuwa maneno ya hekima sana au sio? Kabisa. Okay. So uh, jina leo takia kuongelea tena kuhusu uh, uh, mandoa so tunataka tujue difference gani kati ya ndoa ya zamani na ndoa ya masiku hizi. Nikisema ndoa ya zamani kwa wale wa mama yetu wa baba yetu watate yetu, na ndoa za leo wadada yetu wa, wa, wa ndugu zetu, you know? so Mr. Didier nataka nikuulize kwanza neno moja wala mbili, hukuna uh, ndugu yako ambaye ameolewa masiku hizi? sina. hauna? uh -uh. okay. unaona vitu ambavyo vinaendelea masiku hizi mwingine? Eh, naona mandoa pamoja na ma, o you know, relationship tuseme kwa ujumla, ndio naona no. Ndio na zingine mimi ni mwenyewe nimehudhuria. Okay uh-huh. So tukitazama tuki ndoa za sasa hivi na ndoa za zamani zile za mama yetu wa wa baba wa nani wa baba wa nani watati zetu, ya vile tofauti gani yenye iko <coughs> pale katika ndoa ya leo na ya zamani? Ndoa ya leo na ya zamani ina tofauti kubwa sana. Tofauti gani? Tofauti ya kwanza, ndoa ya leo wanawake wamesha wamesoma. Mm. Umenielewa. Uh -huh. Wameshajua haki zao mpaka. Uh -huh. Na wengine haki zimetengenezwa kinyume ya Biblia, alafu. Uh -huh. Hizo zinaikalisha wanaume chini, ila zamani. Uh -huh. Hawakuenda skulu, yaani hawajaenda yani shule. Kwa walikuwa wanajua, hawalikuwa wanajua haki zao. Mm. Sasa sisi kumetengenezwa ya haki sawa ndio wanawake wote waende shuleni, umenielewa. Imekuwa sasa sufani yani, sufani, soite, take, take. Vi... <laughs> <laughs> mzozo, hey, mzozo yani, okay, kwa wanaume mzozo. Ndio ni zamani eh? <clears coughs> zamani ndoa zilikuwa na dumu, sasa kwa wazazi wetu wengine, umenielewa. Umenielewa, ukiangalia zamani kabisa, ndoa za zamani ambazo zimetoka kwenye uh, elfu moja mia tisa thelathini mpaka elfu moja mia tisa themanini na tano hapo, mm-hmm. Watu ambao waliooa na kuolewa kwa hiyo miaka kabisa hawana mizozo yani, wali walipata raha ya ku kuishi kwenye ndoa, okay. Umenielewa hey. la kutoka elfu moja mia, mia tisa alafu tuseme uh, themanini na tano mpaka tisini pale wanawake leo pia walijaribu pia kabisa kukaa kwenye ndoa, lakini kuanzia uh, uh, elfu moja mia tisa tisini kupanda juu kabisa mpaka leo ah, kazi ipo. Sasa nataka nijue utofauti gani mm. ambao una, unaacha nanii ndoa hazidumu leo wala ni, ni, nini ambayo inaacha ndoa hazidumu leo kufuatana na kulinganisha na zile ndoa za zamani ambazo zilikuwa zinadumu. Ndoa za zamani wanawake walikuwa na hawakuenda shuleni walikuwa na wape kabisa kipaumbele. No, kutokuwa na shuleni haimaanishi ndoa, ndoa kudumu wala kutokudumu. Ndio unajua kati, wakati haukwenda shule uko na option moja ya maisha. mm -hmm. una ndoto moja nikolewa. mm -hmm. uzai umenielewa. Mm -hmm. Wale watoto wako wa kiume waende school, ila wakati wanaume ndio walikuwa wanapewa kipaumbele kwenda school. Na watoto wasichana wa... mm -hmm. wa uliowazaa pia wapate mm -hmm. yani, mpango mkubwa wa wale wasichana kabisa yani. Ni kuolewa, umenielewa. Ila sasa leo sio leo uzali, mtoto wa kiume wa kike, ya kwanza ni lazima asome amalize, umenielewa. Mm -hmm. Yani kabla ya kufikiria kuolewa. Zamani mtoto wa kike akizaliwa alikuwa na fikiria, yani mama kumlea na kumkuza lazima mpango na maombi amwombe apate mume, ila leo mtoto wa kike akizaliwa kabla hajafikiria kuolewa <clears throat> lazima afikiria atuonyeshe, amesoma amemaliza. Hata wewe mwenyewe saa hii kuna watoto wasichana, nikuulize swali <laughs> mimi ndo nauliza leo maswali <laughs> maswali, ila sa nataka niulize sasa swali ingine ni nini, naona masiku hizi um. Uh, ndoa ndo, ndo zinafanyika sana lakini kwa la muda mchache tu utasikia kuna madivorce ambazo zimepitika kule. Ni nini ina, inaacha hizo manini madivorce zinakuwa nyingi kuliko, kuliko nani? Kudumu kwenye ndoa dumu kuwa, leo ndoa ndoa za leo hazidumu sababu unakutana wasichana na, na vijana kwanza wote wamesoma. Hiyo ni haki inaitwa haki, sawa. Huyu amesoma, lo huyu pia amesoma katiba ya nchi ni nini? Zamani wanawake walikuwa mm -hmm. hawajui mm -hmm. na katiba ya nchi ni nini? Umenielewa? Anajua haki za mwanamke ni nini, sawa na kabisa. Haki za mwanaume ziko limited hapa, ndio so, sasa hii inakuwa kwanza, kazi ngumu kwanza ku manage mwanamke, utamwambia nini ambacho akijui yeye, umenielewa? mm -hmm. mm -hmm. Mbili, umenielewa? Na kusikia. Mbili, tatizo nyingine ni tunaishi kwenye dunia ya ambao kabisa ni, ukienda kwenye mahakama ambazo huwa wanachanisha, yani watu wanaenda kuwachanandokoti <laughs> okay. Yeah, huku yani evidence za kutosha yani, yani ushahidi mwingi unapatikana kwenye simu. Umeneelewa mm hizi -hmm. simu tunazo mfukoni. Ni big virus yani, iko kitu dangerous kwenye ndoa ya yani ya kila mtu mm -hmm. Umeelewa, ndio.